Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha utafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa utafiti kuhusu sanda ya Torino, leo ikiwa ni siku ya 33 ya Kwarezima. Ni kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mtaji wa mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwauso iliyojengwa mwenzi huyu tunayekutana naye katika sanda ya Torino kwa heshima ya uso wake mtakatifu. Nitaanza kwa nukuu katika kipindi hiki ambacho e, kichwa chake ni tangazo la matokeo ya vipimo vya umri wa sanda mwaka 1988. Na anza kwa nukuu: nikiwa nimeyainua macho yangu kuitazama sanda, ninawasalimuni wa ujaji mliotoka katika kila pembe ya dunia, wakati huu wa maonyesho ya adhara ya sanda, kuona mojawapo ya alama za kushangaza sana za upendo wa mkombozi uliojaa mateso. Mwisho wa nukuu. Maneno hayo ni sehemu ya utangulizi wa omilia ya Papa Yohani Paulo wa pili kwa maelfu ya watu waliofika Torino vitazama sanda mwaka 1998, miaka kumi baada ya tangazo la matokeo ya vipimo vya umri wa sanda vilivyotolewa kwa jina la sayansi mwaka 1988 sanda ambayo kwa karne na karne imewahi kuonyeshwa hadharani mbele ya mishumai wa kayo na kutoa moshi kwenye carbon dioxide, ambayo bila shaka iliingia kwenye nguo na kuendelea kuongeza zaidi idadi ya atom za carbon kumi na nne, ilifanyiwa vipimo kwa kutafuta umri wake kwa njia nyeti ya accelerator mass spectrometry AMS mwaka 1988. AMS au accelerator mass spectrometry ni njia iliyovumbuliwa na Harry Gove wa chuo kikuu cha Rochester, Marekani. Jaribio lilifanywa mwaka 1988 ilifanywa na maabara tatu za vyuo vikuu vya Oxford Uingereza, Tucson Marekani na Zurich, Uswizi wakitumia njia ile ile. Tamko la pamoja la majaribio waliofanya hao wataalamu kutoka maabara hizi ilitangazwa kwa ulimwengu wa utafiti mbele ya waandishi wa habari tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 1988 mjini Torino. Kwa mujibu wa tamko hilo, chimbuko la sanda ni kati ya miaka 1260 hadi mwaka 1390 baada ya Kristo. Maana yake, kama matokeo ya majaribio hayo ni sahihi, sanda ya Torino haiwezi kuwa ndiyo nguo iliyomfunika Yesu miaka elfu mbili iliyopita. Hivyo matokeo hayo bila shaka hayapatani hata kidogo na mwelekeo mzima wa matokeo ya vipimo vingine na maarifa yote yaliyokwisha patikana katika nyanja mbalimbali za mbali utafiti. Kwa vile tamko hili limetolewa kwa jina la sayansi sharti lipokelewe kwa heshima zote za maadili ya sayansi, ambayo nguzo zake ni majaribio na kuthibitisha. Woga kwa kufanya majaribio na kuthibitisha ni hali isiyopatana kabisa na maadili ya sayansi. Ajabu ni kwamba kwa baadhi ya watu, tamko la tarehe 13 Oktoba mwaka 1988 Ilipokelewa kwa hisia na mshtuko usiolingana na mtazamo halisi wa kisayansi. Hivyo mara nyingi mtu aliweza kusikia au kusoma mawazo kama eh, kwa mfano mimi nilifahamu tu tangu zamani kwamba sanda ni kitu cha udanganyifu. Licha ya kuwa mepesi mno, mawazo ya na namna hiyo yalionyesha ufinyu wa maarifa ya msemaji juu ya taarifa nyingine zilizopatikana kuhusu sanda. Kwa upande mwingine, kuna watu ambao baada ya kusikia matokeo ya jaribio la kaboni 14 walisema kwamba watu waliofanya jaribio kutafiti umri wamepotosha vipimo makusudi ili wakatishe tamaa wa Kristo wanaojivunia kumbukumbu ya ajabu ya mateso ya Kristo. Msimamo wa namna hiyo si tofauti na ule wa kwanza. Wataalamu katika maabara wanaoheshimu taaluma yao hawatakiwi kupurukusha majaribio yao ili kusudi gaweze kuwapendeza watu wa kikundi fulani au kuwaumiza wengine. Jaribio ikionyesha umri wa miaka mia sita, lakini badala yake wataalamu wakatangaza miaka elfu moja mia tisa na kitu fulani ili kulinda imani au hisia za watu fulani, watakuwa wameusaliti wito wao kama wanasayansi. Tunachoweza kufanya sisi ni kuiachia sayansi utulivu wa kuitathmini tena kazi yake. Sayansi yenyewe itatuambia kwamba katika uzoefu wake angalau mara chache kumepatikana matokeo ya kushangaza na ambayo hayawezi hata kidogo kukubalika kwao. Mifano mitatu itatosha kuonyesha jambo hili. Mfano wa kwanza, kwa kutumia njia ya kukadilia umri wa kutumia kwa kutumia kaboni 14 kumewahi kupatikana vipimo kwamba kombe la konokono aliyekuwa bado hai wakati wa jaribio likiwa na umri wa miaka elfu ishirini na sita. E, mfano wa pili, samaki wa baharini aliyeuawa muda mfupi kabla ya jaribio alifanyiwa jaribio la umri wake. Vipimo vilivyopatikana vilionyesha kwamba samaki huo alifariki miaka 1300 kabla ya jaribio kufanyika. Mfano wa tatu maabara tano tofauti zimewahi kuonyesha kwamba nguo fulani kutoka Misri imetengenezwa kati ya miaka 2700 na 2800 kabla ya Kristo, ambavyo inafahamika kwamba ni mzee zaidi walao kwa karne tatu. Hata hivyo, matokeo kama hayo hayawezi kumkatisha tamaa mtu, maana yanaelezeka zinapozingatiwa kanuni fulani fulani za mazingira ya sampuli nayohusika. Basi, kwa leo hayo ni maneno machache kuhusu utafiti wa umri wa kitu cha kale ikiwemo na sanda tulionayo kwa tafakari yetu ya leo ya siku ya thelathini na tatu ya Kwaresima. Asanteni sana wasikilizaji, na kesho tutazungumza juu ya mada nyingine ambayo ina uhusiano ni kuhusu ubaridi juu ya matokeo ya vipimo vya umri wa sanda ya Torino ya mwaka 1988 na. Asanteni sana wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, na Mungu awabariki.